Kuwa wa kwanza kupata dondoo za VPL kila siku, muda wowote, mahali popote, ukiwa na soka letu. Siyo hayo tu kwa shilingi mia moja tu kwa siku utapata dakika tano za kupiga simu za Vodacom na pointi zitazokufanya kujishindia ticket za VIP, jezi ya timu yako, kuangalia mazoezi ya timu yako na pia nafasi ya kuhudhuria hafla ya utoaji zawadi kwa wachezaji na marefu wa Ligi Kuu ya Vodacom. Ukijiunga kwa mara ya kwanza utapata huduma hii bure kwa siku tatu. Mteja wa Red utapata point mara tano zaidi na mteja wa pindua pinduapindua utapata point mara mbili zaidi. Kujiunga, piga nyota 149 nyota 84 alama ya reli, na ufurahie ligi kuu kwa undani zaidi ukiwa na soka letu.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 kabisa cha cross chenye makala bomba za kimataifa zilizo dadavuliwa na kunyambuliwa kwa kina ili kukupa uhondo wa Jumapili kwa shilingi 500 tu. La Jumapili, Spoti Extra, uhondo tu. Uh, mimi ni Abdi Banda, mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania na klabu ya Baroka FC ya South Africa. Naangalia Global TV Online.